Huyo ni mheshimiwa Harrison Mwakyembe, aliyekuwa mwenyekiti wa kamati teule ya bunge ya kuchunguza kashfa ya Richmond iliyomuondoa madarakani aliyekuwa waziri mkuu wa kwanza wa serikali ya awamu ya nne, ambaye kwa sasa ni mgombea wa kiti cha urais kupitia umoja wa vyama vinavyounda Umoja wa Katiba ya Wananchi, yani UKAWA, kwa tiketi ya CHADEMA, mheshimiwa Edward Ngoyai Lowassa, wakati akitoa ufafanuzi kwa wananchi wa Kiela mkoani Mbeya kuhusiana na sakata hilo kwamba mheshimiwa Lowassa hakusingiziwa. Swala lililomtoa kwenye waziri mkuu ni swala lilisimamia mimi, mtoto wenu, ndugu yenu, naeamini nasema ukweli. Tusema ukweli, tuipitisha uamuzi wa kweli. Baba tumekukuta kweli jikoni, ukichomoa mboga ya wazee mesema leo na. <laughs> mimi nikisikia kuna mtu ameongelea tena basi. Mjumbe wa halmashauri kuu ya chama cha mapinduzi Mheshimiwa Mwigulu Lameki Nchemba amewatahadharisha watanzania kutopeleka viongozi aliyowaita wasakadili ikulu kwa kuwa majuto mkipeleka wapiga dili wanaodaiwa vile auaaamhaah mkipeleka ambao wameshangishana kwa kiwango kikubwa vile, madhara yake, wakishaweza kupeleka rais bili hawatalipa kodi, na kodi zitalipwa na wanyonge, kwa sababu wao pesa yote walishawekeza kwenye kutafuta urais. Maana yake nini? wanyonge tanaandaishwa mpaka mdaula mitanda ndio maana tunawaambia pelekeni mtu asiyedaiwa. Mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi Dr. John Pombe Magufuli, ambaye hii leo hakuwa katika ubora wake kutokana na sauti yake kutotoka vyema, amewataka Watanzania kumpa kura za ndio ili Tanzania iweze kupaa kimaendeleo. Nataka niwahakikishie nitawatumikia Watanzania wote, wanachadema wana kafu wana UDP wana, wana makabila yote hata wale ambao hawana chama, na ndio maana ziara ya Dr. Magufuli kusaka ridhaa ya Watanzania kwa ajili ya kumpa mamlaka ya kuliongoza taifa kupitia sanduku la kura inaendelea, ambapo Jumamosi Agosti 29 anatarajiwa kuzungumza na Watanzania wa mkoa wa Njombe. makumi kwa maelfu ya wananchi wa jiji hili la Mbeya ambao wamejitokeza kwa ajili ya kumsikiliza Dr. John Pombe Magufuli. Emmanuel Buhohela, ITV, Mbeya.